Kwengine huko, wakazi wa Miungoni eneo bunge la Lungalunga huko Kwale wameandamana wakishinikiza serikali kutekeleza ripoti ya bunge ya mwaka jana iliyopendekeza wagawiwe waga ardhi inayozozaniwa na wakazi na mwekezaji mmoja wa kibinafsi katika eneo hilo. Wakazi hao wanadai serikali kuu na ile ya kaunti zimejikokota kutekeleza ripoti hiyo ya kamati ya bunge kuhusu malalamishi ya umma, ili wapate haki yao wa ambayo wamepigania kwa muda mrefu. Sasa wametaka suala hilo kushughulikiwa mwaka ujao, kabla ya siasa za uchaguzi kuanza, wakidai wamekuwa wakihadaiwa kisiasa kila uchaguzi mkuu unapokaribia. The Public Petitions Committee ilitoa ripoti muhimu iliyothibitisha kuwa ardhi inayogombewa ni ya umiliki wa pamoja baina ya jamii, serikali ya kaunti na serikali ya kaunti ya, ya Kwale na mwekezaji Velji Parbat. Ripoti ya bunge ni mwongozo kamili, unastahili kufuatwa huu mwongozo kwa sababu, na pia kuheshimiwa na kutekelezwa. Tunatoa wito kwa serikali ya kwamba zote mbili zikiwa ile ya kaunti na pia ile ya kitaifa ya kwamba ni lazima tuheshimu katiba. 2026 karibuni na huo ni wakati wa siasa. Hatutakubali mwanasiasa yote kuingia hapa kutufanyia siasa, ila kama anataka siasa tumuunge mkono aje kutukombolea shamba hili letu. Hata mbunge mwaka jana alikuja hapa na kamati yake yote kutoka bunge na wakaja tukakaa mkutano hapa na wakasema, shamba limerudi kwa wananchi, lakini mpaka saa, saa hii hatujapata shamba letu, na tutasisitiza na kwamba sisi kama shirika tutakuwa sako na bako kwa wananchi wa Miungoni kuhakikisha hii haki imepatikana na wananchi wamepata shamba yao, ili sote tuweze kuishi katika hali ya amani na utulivu katika jamii.